Nuwe. Hii inatuhamasisha nini? Kwamba hatupaswi kuridhika na hali yetu ya sasa, iwe ni katika huduma au biashara au elimu ama familia, tunaweza kumwomba atupanue na tunaweza tukaomba Mungu akatupa nafasi Mungu akatupa ongezeko na hali ya kwetu isiwe sababu, hali ya kwenu isiwe sababu. Sema navuka mipaka, sema navuka mipaka, sema navuka mipaka yote, navuka mipaka yote! Waliosema nitafika mpaka hapa ne... waliosema nitafika mpaka hapa, sema se nitaendelea, sema nitaendelea! Geuka kulia na kushoto, sema nitaendelea. Mimi mimi ni watofa mimi ni watofauti maisha yangu ni ya tofauti. Mimi ni tauti maisha yangu ni ya tofauti. Mimi nitainuka haija uinua. Mungu atatimiza ndoto yako Mungu atatimiza. Nani awe kinyume na wewe? Nani atakayesema haitakuwa? Ndio maana Mungu kajificha. Kila mtu aende amuombe amsaidie amtetee, na miongoni mwao ni wewe. Na wewe unanisikia, Mungu atakuinua, Mungu atabadilisha maisha yako, watake wasitake, haijalishi leo ama kesho. Wakati nasema hivyo, niliona binti mmoja anaomba ainue familia ya kwao Sauti ikamjia hapa hapa, inamwambia hauwezi, huwezi, huwezi. Yuko wapi huyo? Na ana shida upande huu, kama kidonda upande mmoja. Damu ya Yesu inapita, unafunguliwa. Ndio, na ni msaada kwenye familia, na naona anateseka, yuko kwenye hali ya uzuni. Kama huyu yabesa, nasikia roho inaniambia atainuka mara ya kwanza mara ya pele, mara ya pele atainuka, atainuka na utakuwa chanzo cha kubadilisha kwenu, itakuwa chanzo cha kubadilisha maisha yenu, itakuwa chanzo cha historia mpya kwenu, itakuwa chanzo sema, mimi nitakuwa chanzo cha baraka, cha kushinda cha kuongezeka cha kustawi cha kuinuka cha kuonekana tena. Mungu atakuinua huduma iweze inuka na wewe ukabaki. Sema nitainuka, sema nitainuka, sema nitainuka, sema nitainuka.